Mtatuchagua tarehe 29. Kwa kina mama wakibahatika kupata ujauzito hawatashikwa fedha wakati wa kujifungua, lakini tunaomba wakina mama mwende mkatuchague ili maiti zenu hospitali zisishikwe fedha wa kupiga marufuku bei ya maiti katika hospitali za serikali. Na wauliza watu wa Tabora, ni utu gani wa kumshika mama mjamzito laki moja wakati wa kujifungua? Ni utu gani wa kushika marehemu fedha kama ndugu anataka kwenda kumzika? Tunakwenda kuwasomesha vijana wenu kikuu bila malipo, serikali itagharamia. Kwa nini? Kwa sababu fedha zipo. Kwa hiyo nakuombeni tarehe 29 nendeni kwenye vituo vya kupiga kura kwenda kumchagua Doyo, Hassan Doyo, kijana wa Kizigua kutoka Tanga. Mikopo ya halmashauri kutoka kwenda asilimia arobaini na tunawakopesha bila ya riba. Kwahiyo wakinamama, mama na vijana mpangeni, nikiwa kiwa nikiwa rais, tunakwenda kuwawezesha wakinamama na vijana kuwapa mikopo isiyokuwa na riba.